kachina mm, abuasalimu kawo jirani yitu wanawaki wawili wachivilia moi, moi chivilia salwa moi asia wachivilowa shtete kawazere witu lamna iyo shtete wanawaki au wawili wachenda mandari wa enzero wao wanakowa wanakowa apo ibuhuria shturbani cha doa wachowa apo hata mai iwa yelele mai baada kuyera mai huya kajihaya baharini huwa napitandana ma, magome apo inakuruda baharini mai ayo mudayo huyero basi mai iwatukire iwa gudbishize tawarankuru iwatiro isatena Allahu wa rasuluhu ya'lam wajilana mpampa

ka lugha la chimini mtu amini haisi lugha nyingine mfano kama takuona hapo karka lugha litu la chimini harfu ya ha takinayo yote ni hatu hafu takiwa nayo karka lugha litu la chimini zote ni ha jawabu ningi tupatikano buku hiyo ya ndishila ka chimini cha asli, mtu haisi lugha nyingine soma chimini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh